za kulevya jamani, ni kemikali yoyote ambayo binadamu akitumia inamuondoa kwenye uhalisia wake, mfano hisia zake, mawazo yake, mitazamo yake na tabia zake. Kwa sababu ukitumia dawa za kulevya inaenda kuathiri ubongo, afu inakuja kuletea vitu ambavyo vile havikubaliki kwenye jamii, unafanya vitu ambavyo havikubaliki kwenye jamii. Na dawa za kulevya mara nyingi tukiambia, tunaambia bangi, mirungi, heroin na zile dawa kali ambazo tunazijua, hizi ni kosa kisheria, lakini tukumbuke ukitumia hata Panado bila utaratibu au maelekezo ya daktari, maana umetumia dawa za kulevya. Umeelewana, umetumia Piriton, umetumia hata dawa ya hospitali pasipo na maelekezo ya daktari, basi tayari umetumia dawa za kulevya. Umeelewana hiyo concept? Maana yangu ni nini kwenu, ikitokea unahisi maumivu, mwambie mwalimu, anakupeleka hospitali, utaandikiwa dawa, sawa sawa? Au mwambie mzazi na mlezi najisikia hivyo pelekwa hospitali, wanikwenda usende. Ukahisi una maumivu makali, kichwa kinakuuma, ukafanya maamuzi ya kuchukua dawa tu ukatumia, kwanza inaweza kukuletea madhara, una overdose, lakini matokeo kutaingia kwenye utegemezi wa hizo dawa. Siku nyingine utahisi utatumia tena na tena na tena, hata mwisho wa siku utakuwa na utegemezi kwa hiyo dawa za kulevya. Lakini kingine unazungumzia sigara, sigara ni dawa ya kulevya nayo, aina ya, ya kichangamsi, si halali lakini kwa nyinyi kwa umri wenu isitokee. Mimi ni mjomba wako ni mlezi wako nakwambia kaninunulie sigara, lakini kisha kaninunulie sigara alafu nakwambia kaniwashie. Maana kiwasho utafanya nini? Utatumia, utapiga pafu. Maana kumbuka utakuwa umetumia dawa za kulevya aina ya tumbaku na ni uta tumia, uta, uta ha, kundi la kichangamshi. Kwa hiyo inapotokea umetumwa sigara, make sure au mwambie, inawezekana ni kutuma hana taarifa, mwambie kwa umri wangu mimi sistahili au kwenye haki za watoto, sisi stahili ni kutuma vileo, akutume chakula, akutume kazi za nyumbani, kesi siku kutuma kwenye kununua pombe, siku kutuma kwenda kununua sigara, siku kutuma kwenda kununua kitu chochote ambacho nje ya utaratibu au nje ya, ya maadili, kwa sababu nafahamu sisi kuna imani za dini hapa, kuna Waislamu na Wakristo. Hivi kuna dini inasema tutumie vileo? Kwa twendeni kwenye ile mkutaza wetu wa kiimani, imani hairuhusu, lakini hata mwongozo wa, wa nchi kwenye hizo watoto kujihusisha biashara. Dawa za kulevya zinahatarisha maisha yenu. Kwa sisi tumekuja hapa kwa ujumla ili kuwapa hiyo elimu, mjitambue na muweze kutusaidia kubaini ama kutoa taarifa za watu ambao wanajihusisha na hayo mambo. Sisi kazi yetu kubwa tutamchukua kama kijana kushirikiana na hii na, na, na, na, e, taasisi ya Gift of Hope, kwa ajili ya kuanzishia ushauri nasaha Sawa, hawa ni wataalamu wa ushauri na saha wa, wakishampata huyo mtu wataanza kumfanyia matibabu, ni pamoja na kumshauri, ili aachane na hizo matumizi ya dawa za kulevya sawa. Lakini na imani nyie hamtajiingiza huko.